Uh, leo nataka kuongelea kuhusu swala la matarajio au expectation. Watu tumekuwa tukiweka matarajio mengi sana makubwa, tunasahau kwamba ubongo ni kitu ambacho kina create imagination na kinatupeleka kwenye dunia ambayo si halisia, hivyo matarajio yetu yanatufanya tu, tuwe na matarajio makubwa tofauti na uhalisia ulivyo. Ah, uh, mi wakati nakuwa nikifanya mziki, matarajio yangu au ndoto zangu zilikuwa ni kubwa sana. Nilikuwa nawaza vitu vingi sana ni kwamba ni perform tualena nifanye vitu vikubwa sana, lakini sasa hivi nimekuwa nimefikiria, nimeona kabisa kwamba nilikuwa najidanganya, sio, nilikuwa najidanganywa, nilikuwa na expectation kubwa sana. Kwa hiyo matarajio, tuangalie matarajio, tunawekaje matarajio yetu. Uh, tufanye vitu viwe natural. kama kama ni msanii unaimba, fanya kitu kiwe natural, fanya kitu kiwe natural kwenye process. kuna vitu tu vinakuja, usiweke dream kubwa sana, usiweke dream kubwa usiwe na matarajio, be yourself, yani fanya kitu natural, kuna vitu tu vitakuja tofauti na vikubwa zaidi unavyovitarajia matarajio yanatufanya tukate tamaa. Muda mwingine results ambazo tunazipata zinakuwa zindana na matarajio ambayo tumeweka. Ah, unakuta mtu, kwa mfano, kuna watu sasa hivi wanasema, yani mimi mwanamke, manzi siwezi kuwa na manzi aina hii aina hii, mimi nataka manzi hivi na hivi, nataka ten by, yani ten by ten. Ah, hicho sio kitu kizuri na sio uhalisia. Tuishi, tufanye vitu vi flow kwenye uhalisia vije natural. Kuna vitu vingi sana tutavipata tukiwa tunafanya vitu natural. Unataka uanzishe kitu, tengeneze kitu kikubwa. Mi nataka niwe mtu wa sales bora Tanzania nzima, nataka mi kama salesman, nataka mimi ndio niwe salesman, amna mtu mwingine zaidi ya mimi. Ah, fanya sales, uuza process, enjoy the process. Yani usi enjoy imagination, imagination zitakupoteza muda mwingine. Just enjoy the process process kama ni kuimba. Muda mwingine expectation expectation expectation expectation, tunaweza zikawa ndogo ndogo za zaidi au zikawa kubwa expectation, expectation ndogo zitakupa limit, utafikia tu hatua fulani, utaona umemaliza. Kumbe hiyo hiyo sio, it's not your full potential. Kwa hiyo tusiweke expectation. Kuna muda mwingine tunaweza tukafanya vitu tukawa tumevifanya kwenye potential kubwa zaidi na tunaweza tukapata mafanikio zaidi ya yale tuliyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo jamani, expectation, expectation. tusiwe na expectation kwenye kitu chochote kile, kwenye kitu chochote kile tusiwe na expectation. Tufanye vitu, tupende process. Kwenye kupenda process tukiwa tunafanya, kuna vitu vizuri tu vitakuja. Dakika tatu zangu zimeisha. amount.